Misri ilikuwa imejaa Waisraeli. Farao mpya aliogopa kwamba Waisraeli watakuwa na nguvu zaidi, basi akawafanya watumwa na kuwatendea vibaya sana. Farao aliagiza kwamba watoto wote wa kiume wa Waisraeli wauawe. Mwanamke mmoja alimtia mtoto wake katika kikapu na kumficha kando ya mto. Dada yake alikuwa anamchunga. Binti yake Farao alikuwa anaoga hapo mtoni, akamuona yule mtoto na kuamua kumchukua. Dada yake akasema mama yao atasaidia kumlea. Binti yake Farao akamwita Musa. Akakua. Siku moja akamwona mtu wa Misri akimpiga Mwisraeli, Musa akamuua huyo mtu wa Misri, kisha akakimbilia nchi ya Midiani na akawa mchunga mifugo kwa miaka arobaini. Musa alikuwa anachunga kondoo zake mlimani Horebu. Sauti yake Mungu ikazungumza kutoka kichaka kilichokuwa kinawaka moto, "Musa, watu wangu wanateseka, nimekuchagua wewe ukawaweke huru." Musa akasema kwa sauti kubwa, mimi siwezi. Mungu akamwahidi kwamba, nitakusaidia, hebu tupa chini fimbo yako. Musa akafanya hivyo, ikageuka kuwa nyoka. Alipoiokota ikarudia kwa fimbo. Mungu akasema tia mkono wako ndani ya joho lako. Musa akafanya hivyo, akatazama, mkono ulikuwa umejaa ugonjwa. Alipoutia tena ukapona. Mungu akasema muonyeshe farao hayo. Musa akasema, mimi si msemaji mzuri. Mungu akamwambia, nitakupa maneno ya kusema na Haruni ndugu yako anaweza kukusaidia. Basi Musa akaenda. Musa na Haruni walimwambia Farao hivi: Mungu wa Israeli anasema ni lazima uachie watu wake wawe huru, la sivyo kuna mabaya atakayokupata. Lakini Farao hakutaka kusikia. Basi Mungu akayageuza maji ya Misri kuwa damu. Hakuna yeyote ambaye angeweza kuyanywa. Kisha akajaza vyura katika nyumba za Misri, yaani vyura walikuwa kila mahali. Bado Farao hakutaka kusikia. Basi Mungu akazijaza mbingu za Misri na chawa, wakawafunika watu kama mavumbi. Kisha akaipiga nchi ya Misri kwa mainzi. Bado Farao hakutaka kusikia. Basi Mungu akawaua wanyama wa Misri, farasi, punda, ngamia, kondoo, ng'ombe na mbuzi wote walikufa. Kisha akawapa wa Misri pigo la vidonda. Bado Farao hakutaka kusikia. Mungu akatuma mvua ya mawe kuangamiza mazao ya Misri. Shairi yao na ngano zikaharibiwa. Halafu akatuma nzige kula chochote kilichokuwa kimesalia. Bado Farao hakutaka kusikia, basi Mungu akatuma giza juu ya nchi. Lakini tena Farao hakutaka kusikia. Mungu akasema: nitamua kila mtoto wa kwanza wa Misri na wazaliwa wote wa kwanza wa wanyama pia. Watu wangu wachinje mwanakondoo, wamle na kupaka damu yake kwenye nguzo za milango. Nitaiona damu hiyo na kuzipita nyumba zao, hao hawa watoto hawatakufa. Hii utaita Pasaka na siku zote uikumbuke. Waisraeli wakamtii Mungu, lakini wazaliwa wa kwanza wa Wamisri walikufa hata mtoto wake Farao. Mwishowe Farao alisikiliza akawaruhusu Waisraeli waondoke. Baada ya mtoto wake Farao kufa katika lile pigo la kumi, aliwaruhusu Waisraeli waondoke. Farao alibadilisha mawazo baada ya wa Waisraeli kukaribia bahari ya Shamu, akawafuata. Waisraeli walipoyaona magari ya vita ya Farao waliogopa sana, lakini Mungu alimwambia Musa ainue fimbo yake na kuinyosha kuelekea bahari ya Shamu. Mungu akatuma upepo wenye nguvu na kuigawa bahari, ikatokea njia iliyokauka na Waisraeli wakapita katikati. Kati ya bahari ya Shamu kulikuwa na ukuta wa maji kila upande kando yao wakafika salama kabisa ng'ambo ya pili. Farao na jeshi lake wakawafuata humo baharini. Mungu akamwambia Musa anyoshe mkono wake, bahari ikarudi tena na Farao na jeshi lake lote wakazamishwa na maji. Mungu aliwaongoza watu wake nyikani, aliwalisha chakula na kuwapa maji. Wakapiga hema mlimani Sinai, ambapo Mungu alimwambia Musa wakutane kileleni, akiwa amezungukwa na moto na moshi mwingi. Musa alipanda mpaka kileleni na Mungu akashuka kukutana naye. Ndipo Mungu akampa Musa zile amri kumi kwenye vibao viwili vya mawe: usiabudu miungu mingine, usitengeneze miungu sanamu Liheshimu jina langu. Siku ya Sabato iwe siku maalum. Waheshimu wazazi wako. Uwe mwaminifu kwa mumeo au mkeo. Usiibe. Usiseme uongo. Usiwaonee watu wivu wala walivyo navyo. Sasa watu walijua jinsi ya kumtii Mungu. Musa alituma wapelelezi kumi na wawili katika nchi ya ahadi. Kumi wakasema hatutaweza kuwashinda wale watu wa huko, lakini Yoshua na Kalebu wakasema kwa msaada wa Mungu tunaweza. Kwa hofu, watu waliwaamini wale wapelelezi kumi. Mungu akasema, watoto wenu tu pamoja na Yoshua na Kalebu ndiyo wataingia nchi ya ahadi. Basi baada ya miaka arobaini jangwani, wakati ukafika. Yoshua alituma wapelelezi wawili kuingia Yeriko. Wakamkuta mwanamke anayeitwa Rahabu, aliyowaficha na kuwasaidia watoroki kwa kushuka ukutani. Wakaahidi kumhifadhi yeye na familia yake. Waisraeli wakavuka mto wa Yordani. Makuhani walitangulia kwanza wakiwa wamebeba sanduku la agano. Miguu yao ilipogusa mto, maji yaliacha kutiririka. Kila mtu akavuka akipita kwenye nchi kavu. Yeriko ilifuata. Bwana akamwambia Yoshua, kwa siku sita zungukeni Yeriko mara moja, halafu siku ya saba zungukeni mara saba, pigeni tarumbeta, pazeni sauti na kelele. Kuta zitaanguka. Yoshua alimwamini Mungu, alifanya kama Bwana alivyosema, na kuta zikaanguka. Wakauteka ule mji, Rahabu akaokolewa. Watu wa Mungu wakaanza kuiteka nchi ya ahadi.